Eva Eva aliona tunda akalitamani, akaona nafaa kwa chakula, wakati Mungu amesema halifai kwa chakula. Lakini pamoja na utitili wa baraka za vyakula, Eva aliona ule ambao Mungu amesema haufai kwa chakula unafaa kwa chakula, mwisho wake dunia ikaingia katika dhambi. Mwanzo sita Wana wa Mungu waliwaona wana wa wanadamu kuwa wanafaa, wakati maelekezo yalikuwa ni kwamba wana wa Mungu sio malaika hawa. Hizo stori za malaika ni stori tu ambazo tutaziongea siku nyingine. Ni wana wa Mungu, watu ambao walikuwa wamehesabika me... kuwa angalau wana angalau wana mtii Mungu, wakaona wale wana wa wanadamu ni wazuri. Matokeo yake gharika la Nuhu, wote waliangamia, wote waliangamia aliona vitu vilivyokatazwa na Mungu akavitamani, akaona ni vizuri, vinafaa, vikamvutia, akavitamani, akavichukua, akaviiba, akavifisha. Chanzo cha haya yote ni tamaa, chanzo cha matatizo mengi ni tamaa. Luka, Luka 12:15, anasema akawaambia, angalieni jilindeni na choyo, jilindeni na choyo. Neno choyo landikwa hapo ni covetousness, maana yake ni tamaa. Jilindeni na tamaa, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Katika siku za mwisho, moja ya jaribu ambalo litawatesa na linatutesa watu wengi wa siku za mwisho ni tamaa kutamani vitu ambavyo Mungu ameviwekea mipaka visiguswe. Kutamani watu ambao Mungu amesema haupaswi kuwatamani, vyakula ambavyo Mungu amesema usiguse. Ngoja nikwambie, matendo ambayo Mungu amesema amesema usifanye unayatamani na kuyataka, mifumo ya kidunia ambayo Mungu amesema haikufai kuitamani na kuitaka. Nasimama mbele yako kama mtu aliyesimama katikati katikati ya nyufa za maisha yako nikikutia moyo na kukuhamasisha na kukukumbusha ya kwamba mrudie Mungu. Mwambie Mungu, naomba uniumbie moyo mpya wenye kutamani yale tu ambayo Mungu umeagiza kuyafanya. Na haya mengine yote niache.